Ndugu zangu katika imani, tunachokumbushana madhara ya kudhihirisha madhambi au maasi, kwa sababu watu wataamiliana na wewe kutokana na vile ambavyo unavyowaonesha, na muelewe kwamba Uislamu ni hukumu. Kuna hukumu zitashuka kwako wewe, utaanza kulalama. Elewa kwamba Uislamu si Ukristo na Uislamu si Uyahudi na Uislamu si upagani. Uislamu ni dini ndani yake kuna ahkamu. Ndio maana Umar radhiallahu anhu anaongea haya maneno. Fahamuni jamani, wakati wa zama za Mtume kulikuwa na wahai, Qurani inakuja kufichua watu. Hivi sasa haipo tena, tutakuwa tunaonana sisi kwa sisi, matendo yetu kwa jitahidi. Mwislamu unapoishi popote, onesha kwamba wewe ni mwislamu, amiliana na yale matendo ya uislamu nje yako na ndani yako

We Myahudi, hautaki kutamka shahada waislamu wasikie. We Mnaswara, hautaki kutamka shahada waislamu wasikie. Mna silimu mwenyewe kimya kimya, watu wanazingatia wewe si mwislamu, na ukifa watawaita wale manaswara au mayahudi, chukweni mtu wetu kamzike. Kwa sababu Uislamu kuna mambo ya kuamiliana huko nje, kwa kuna mambo yamewekwa. Wewe mwenzetu, hatukujui we ni nani? lakini maalasafu, kwa masikitiko, anataka niite mii mwema. Kwani wewe watuonesha nini? Wakasirika usiitwe muovu uitwe mwema. Waonesha kitu gani? Waonesha wema au uovu? Kwa hiyo kinachokatazwa ni kuhukumu. Kuhukumu vipi? Ama kuhukumu kwamba huyu ni kadhaa, ndiyo ile tafsiri alimamu Nawawi.

atumtolei ushuhuda atushuhudilii kwa yeyote katika watu wa kibla katika Waislamu, atumshuhudili kitu gani? biamalin yaamaluhu, kwa ile amali anayoifanya, bi jannatin wala nari, atumshuhudilii kwamba yeye ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni kwa amali anayoifanya. Hili ndio jambo linalokataliwa kwa vile mtu anaishi hapa ulimwenguni, ameishi hapa teja, ameishi hapa mlevi, ameishi hapa ee, mwizi, ameishi vyovyote atakapokuwa, mla riba, sisi tunakatazwa kusema yule bwana amekufa, anakwenda motoni kwa sababu ya ulevi wake, au yule anakwenda motoni kwa sababu ya kula kwake riba. Sio kusema yule mlevi, ndio kinachokatazwa hukumu. Huyu ndio mlevi tayari, sio nataka kumwita vipi? Na naye mlevi usihukumu au usihukumu huyu mlevi vipi, asimwite mcha Mungu? Bwana msole wapi mlevi akaitwa mcha Mungu? Kwa hiyo kinachokatazwa kumhukumia, kusema yule bwana amekufa kilabuni, moja kwa moja yule motoni. Wala na shahadu ala ahadin, atutoi ushuhuda kwa yeyote min ahli lqibla, kwa watu wa kibla wa bi'amali ya'maluhu kwa amali yoyote anayoifanya, hiyo ya madhambi bijannatin, kama amali ya kheri atumuhukumi kwamba atakwenda peponi. Kuna baadhi ya watu mtawasikia kwa, ah, bwana fulani, yule bwana yule peponi kabisa, yule moja kwamba. Hakuna kitu hicho katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Hata kama mtu atakufa msikitini, usiseme wewe huyo anakwenda peponi jambo la pepo au moto ni siri, kikwambia tupe dalili tuoneshe, sasa iko peponi wapi? Hayo ni mambo ya ghaibu. Sasa jambo la kwamba mtu hapa amekufa anakwenda peponi au motoni, tunaamini katika hizi sehemu mbili, mojawapo atakwenda, lakini hatujui wapi, hata kama atakuwa mwema vipi, isipokuwa ije dalili kwenye Qur'ani au kwenye sunna kwamba fulani ni mji wa peponi, kama wale masahaba walivyobashiriwa pepo. Tunaamini kwamba wale wamekwenda peponi kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetamka, na yeye haongei kwa matamanio ya nafsi. Hii ni nafsi dalili, imekuja kumtaja Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengine. Kuna kumi almubashiruna na wengine mmoja mmoja kadhalika katika watu wa madhambi tabbat yada abi lahabin wa tabba, akina firaun kuna dalili zimekuja. Ama mtu mwingine tu atuseme kwamba huyu kwa vile alikuwa mfanya madhambi sana wa ovyo sana, basi huyu anakwenda motoni, hili ndilo linalokatayiwa. Kwa hiyo unaona kwamba Imamu Ahmadi anakataa kusema kwamba fulani ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni. Hii ndio maana ya kuwa usihukumu. Na Imamu Nawawi kula anasema watu watahukumiwa kwa yale wanayoyadhihirisha. Babu ijirai ahkami nnasi ala dhahiri wa sarairihim ila Allah. Si tunachukua ule dhahiri ko, tutasema huyu ni muovu, huyu ni mwema. Na angalia hata maneno ya Imamu Ahmadi rahimahu llahu taala, anasema narju lisalihi, sisi tunatarajia kwa mtu mwema. Angalia lijina lomwita asalihi, mtu mwema Sii tumwambie usihukumu anayejua Allah, lakini Imamu Ahmadi rahimahullahu taala anasema sisi hatumhukumu mtu kwenda peponi na huyu motoni, isipokuwa na tunachokifanya nari juu li salihi, kwa mtu mwema ambaye alikuwa anaishi kiibada, alikuwa anajichunga na, na madhambi, tunatarajia wanahafu alaihi, angalia tunatarajia anaweza yeye kupata rahma zake Allah, na tunatarajia anaweza kupata pepo yake Allah, lakini hatukati shauri, tuna hofu juu yake, kwa sababu kufa kilikuwa ni siri baina yake na mola wake. Atumalize maneno, hiki ndicho nichokizungumza maulama. Kwa hiyo mtu hata kama atakuwa mwema vipi, usiseme yule anakwenda peponi. Unajua kwenye kufa kilitokea kitu gani baina yake yeye na Allah? Kwa hiyo ni siri na ndio maana kule Imamu Nawawi akisema, tunachukua ya dhahiri na siri tunamwachia Allah. Hayo ya huko mbele sasa wapi yanakwenda, hayo ni Allah. Lakini wewe unakataa hapa duniani usiitwe muovu, kwani wewe waonesha wema? Si tunasema wewe ni muovu, unakwenda wapi anajua Allah shauri yako, kama utaenda peponi au motoni, lakini wewe ni muovu. Na kama mwema, tunasema fulani ni mwema, anakwenda wapi anajua Allah. Hatusemi kwamba fulani anakwenda mahali fulani. Katika mlango huu kuna watu wengi wamepitika mipaka. Mtu anaweza akapelekwa motoni au mtu akapelekwa peponi kwa matapa. Ah, bwana fulani yule, ah yule, bwana yule kama atenda peponi mimi nitaandamana. Mwingine sio yule kama ajaenda peponi mimi nitaandamana. Wewe unafanya maandamano wapi? Wewe unajua dunia hii? Maneno ya ujinga, ujinga, ujinga, ujinga. Kwa hiyo hao, maulama wakubwa hawakukata shauri kwamba fulani ni mtu wa peponi, na hii ndio itikadi sahihi, kwa sababu yametokea hapo. Tena ni siri Si tunamwona mtu tu amekufa, tuenda kumfukia, tunarudi, kwa hatukati shauri kwamba yule ukaenda wapi. Lakini hapa ulimwenguni, kama anavyozungumza Umar radhi Allahu anhu, tutahukumiana kutokana na yale matendo yetu tunavyooneshana masuala umabu mekufa, umabu ya kwamba umekufa, uko mbele unakwenda wapi, ni siri yako wewe na Allah. Sasa mimi nachokizungumza, kuna watu wanajaribu kutetea ni mogu bwana. Tunasema kwamba huyu ni unaswara, sio Uislamu. Huu ni Ukristo yani she, she, ukienda kwa mitandao nikumkuta shehe mjue, shehe huyu anazungumza kwa mlengo wa Ukristo. Ajui kwenye Uislamu hakuna kitu kama hivyo, wanachokizungumza maulamaa, kwamba usi hukumu kule, kusema kwamba huyu anakwenda mahala hapa, ama kwa yeye ni mlevi, anabaki kwa ni mlevi, wala tipo taqiyu kwa sababu sharibul khamri. Sharibu lkhamri atabaki kwaye ni asi, jina alibadiriki, atabaki kwaye ni fasiki, ni mtu mwovu, wala hataitwa takiyu. Kwa hiyo kuna wacha mungu na kuna watu wema na kuna watu waovu, lakini hawa waovu wa kiislamu hatu wahukumu kwamba ni watu wa motoni, lakini tunasema ni waovu. Imamu rahimahullah taala anasema, wanakhafu ala lmusii lmudhnibi na sisi tunakofia juu ya mtu ambaye mkosefu mwenye kufanya dhambi tunakofia. wanarjuulahu rahmatallahi, pamoja na hofu yetu lakini tunatarajia kwake rahma ya Allah. Ndio pale tuliposema kwamba hata mlevi hatusemi kwamba kwa vile amekufa mlevi, amekufa na pombe yake, hatusemi kwamba yule bwana ni motoni. Amekufa na kidhibiti wewe unaongea mambo ya kidunia, hujui mambo ya dini hata kama amekufa na pombe yake, sio amekufa na kidhibiti ubaoni. Kidhibiti ubaoni, unazungumzia hapa mambo ya dini. Hata kama amekufa mlevi Muislamu, wewe uruhusiwi kusema yule anakwenda motoni, ila tutakuwa tuna hofu tu kwa hali aliyokufa nayo. Allah mwenyewe ndo anajua, lakini pia Allah yeye eh, ghafuru rahimu. Lakini je mtu huyu anaitwaje hapa ulimwenguni? aitu mwema huyu Hili ndio jambo ambalo nataka kulitanabaisha. Kwa hiyo wale ambao hawapendi kuitwa wao watu waovu, waoneshe mazuri. Naona kabisa watu wanapambana kwelikweli. Mi wema vipi mniite muovu? Kwani waonesha nini? Sisi hatukwambii wewe wa motoni, twasema hiki unachokifanya ni uovu. Nafikiri hadi hapa itakuwa imefahamikwa hivi, sifikiri kama kutakuwa na mzozo tena, wewe uking'ang'ania na lao lakini cha msingi tu, badilika ili uitwe mtu mwema, waoneshe watu. Na ndio hali iko hivi. Mwizi hata kama yeye apendi, kwa kile kitendo cha kuiba tu ndo anaipa mwizi. Ukisikia mwizi ni mtu mwenye kuiba, sawasawa. Wewe apenda au apendi, ndo wasifu wake unakuja hivyo. Sasa wewe jamaa waiba, lakini wataka upewe jina lingine ambalo sio mwizi. Haiwezekani kuwa sio mwizi.